Msemaji mwandamizi wa Hamas ameuawa katika shambulio la anga la Israel kaskazini mwa ukanda wa Gaza, huku jeshi la Israel likiendelea na mashambulizi makali dhidi ya eneo hilo lililozingirwa. Abdel Latif Al Kanua, msemaji wa Hamas, aliuawa baada ya ndege za kivita za Israel kulenga hema alilokuwa akiishi katika mji wa Jabalia mapema asubuhi ya leo kwa mujibu wa mwandishi wa Al Jazeera Hind Hudari, watu wengine kadhaa, akiwemo watoto, walijeruhiwa. Shambulio hilo lilikuwa sehemu ya mashambulizi kadhaa yaliyofanywa na jeshi la Israel katika maeneo mbalimbali ya Gaza, yakiwemo mabomu yaliyolenga nyumba katika eneo la as Saftawi mjini Gaza na kuua watu sita wa familia moja. Mashambulizi haya mapya yanafuatia kuvunjika kwa usitishaji mapigano wa miezi miwili mnamo Machi 18, ambapo Israel ilianza tena mashambulizi ya anga na operesheni za ardhini kwa lengo la kuishinikiza Hamas kuachilia mateka 59 waliobaki kati ya takriban 250 waliotekwa ta tarehe 7 Oktoba mwaka 2023. Katika shambulio hilo watu 1139 waliuawa upande wa Israel, kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza. Watu wasiopungua 830 na wameuawa ndani ya siku kumi zilizopita. Idadi ya waliokufa tangu kuanza kwa vita sasa imepanda hadi 5183 huku zaidi ya 11380 wakijeruhiwa. Viongozi wengine wakuu wa Hamas pia wameuawa wiki hii. Jumapili, shambulio la anga katika hospitali ya Nasa huko Han Yunis liliwaua watu watano wakiwemo Ismail Barhum, mkuu wa fedha katika ofisi ya kisiasa ya Hamas. Siku hiyo hiyo, shambulio jingine lilolenga mahema ya watu waliokimbia makazi yao lilimuua kiongozi wa kisiasa Salah al-Baldawil na mkewe. Kulingana na shirika la habari la Reuters, wanachama 11 kati ya ishirini wa ofisi ya kisiasa ya Hamas wameuawa tangu vita vilipoanza mwishoni mwa mwaka 2023. Wakati huo huo, maandamano ya nadra yameripotiwa tarehe 26 Machi katika mji wa Beiti Lahia kaskazini mwa Gaza ambapo raia walitoa wito wa kukomesha vita na kuwalaani Hamas. Shirika la Umoja wa Mataifa la Misaada ya Kibinadamu OCHA limetangaza kuwa watu laki moja na elfu arobaini na mbili wamelazimika kuhama makazi yao tangu Machi 18 huku hali ya kibinadamu ikizidi kuwa mbaya kutokana na vizuizi vya misaada kuingia Gaza. Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki sasa, mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746813813.